Pengine wakiamini kwamba watalindwa na jeshi la polisi. Leo jeshi la polisi limegeuka kuwa linawapiga wana wanaCHADEMA <clears throat> kwa sababu ya kwenda kusikiliza kesi inayoendelea mwenyekiti wao. Na kesi yenyewe ni kesi ya uhaini. Sisi tunasema kwamba ni kesi ya kubambikwa, kwa sababu kesi ya uhaini tunaamini kwamba haimi namna hiyo katika nchi yetu imeshatokea katika historia ya nchi yetu kwamba kesi ya uhaini inakuwa namna gani kwao. Kila mtanzania mwenye umri mkubwa kidogo anajua kwamba ilishawahi kutokea kesi ya uhaini wakati wa kipindi cha uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuna watu walifanya jaribio kutaka kumpindua na wakawa na kesi ya uhaini na wakafungwa, wakawekwa gerezani kwa muda mrefu. Walikuja kuachiwa baada ya vyama vingi kuingia, mmojawapo akiwepo ni, ni, ni mheshimiwa marehemu Eugene Maganga. Sasa mazingira ya kesi ya uhaini ni kwenda kupindua, kufanya mipango ya kwenda kupindua. Yaani watu wanakuwa na silaha, wanapanga namna gani ya kwenda kumkumua rais na kuuchukua wao nchi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wetu Tundu antipasilisu anazungumza na Watanzania, anawahamasisha kwamba tume tulionayo sio tume tumeuu tusishiriki uchaguzi kwa sababu tukishiriki uchaguzi tunakwenda kufanya kazi bure. Ile heshima ya mpiga kura ilishanyang'anywa ilisha, ilishaporwa muda mrefu na serikali ya chama cha mapinduzi kwa kutumia tume ambayo inajiita huru. Haiwezi kuwa tume huru ambayo imeajiri, imeajiriwa na rais ambaye ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Anahamasisha wananchi wakatae tume hii, ikiwezekana hata rais aongeze muda wa kukaa madarakani, hata ikitupasa kuongeza mwaka mmoja ama zaidi, ili mradi tuende kwenye uchaguzi wa uhuru na haki, yaani turudishe heshima ya mpiga kura kwamba kura yake iheshimiwe. Anahamasisha hivyo, leo anaambiwa kwamba ana kesi ya uhaini. Tunatengeneza historia gani ndugu zangu? Tunataka kwenda kubaya, tunakwenda kutengeneza historia mbaya, kwamba maonezi yageuke kuwa kwamba ni kitu halali. Sasa sisi wanachadema wa Tabora na wananchi wa Tabora wazalendo ambao wanataka wanaitakia nchi hii iendeshwe katika ukweli, wanasikitishwa sana na tunalaani sana kitendo hicho.